Moja ya swali ambalo liko hapa kwa watu ni baada ya kutumia sindano, wengi wamekuwa wakituliza nitarudi muda gani, au nitaweza kubeba ujauzito baada ya muda gani baada ya kutumia a, hizi, a, hizi sindano? Sasa na hii inatokana na wengi, baada ya kutumia unakuta ni ngumu sana kuweza kubeba ujauzito. Lakini kumbushe kwamba sindano huwa zinaendelea kufanya kazi hata baada ya ukiziacha kwa muda, ndio maana tumekuwa tukisema kwamba ukitumia sindano ujipe miezi tisa mpaka mwaka mzima kuweza kurudi kwenye hali yako ya kama kawaida ya kubeba uh, uja uzito. Lakini nikukumbushe ili kupunguza uh, kupunguza hizi miezi na kufanya wewe uwe tayari kwa ajili kubeba uja uzito, hakikisha baada ya kutumia hakikisha unapata tiba ambayo inaenda kubalance hormone, lakini namba mbili kwenda kuondoa madhara ya kutumia uh, sindano au njia yoyote ya uzazi wa mpango. Ndio maana baada ya kutumia tumekuwa tukiwashauri mara kwa mara na wengi pata huo ushauri wameweza kupata uh, matokeo mapema. Kama utakuwa na swali lolote, una changamoto ya uzazi, basi Dr. Jimmy niko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Niambie ni changamoto gani inayokutesa ili uweze kupata suluhisho.